Khutba yetu ni ile ile, alitutamani akalia. Je, ulimtamani ukalia? Khutba iliyopita tukagusia kwa kadri tunavyoweza lakini tukasema inshaallah, Mungu akituweka uhai na uzima kwa khutba ambayo itakayokuja mbeleni, basi tutamalizia na haimaliziki lakini kwa khutba pia maanake, tutagusia kwa kile ambacho tulichokibakisha katika huyu aliyetulilia aliyetutamani akalia. Na tukasema ndugu zangu, aliyetutamani sisi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam. Mtume ambaye leo sisi tunakataa maamrisho yake, Mtume ambaye sisi tunamtenga, Mtume ambaye hatumtambui mtume ambaye tunazikanyaga sunna zake na kupuuza maamrisho yake. Huyu ndiye ambaye alikulilia wewe, pindi alipoonekaniwa na masahaba kwamba yeye yualia. Masahaba wakamuuliza ni kitu gani kinachokuliza ya Rasulullahi? Mtume hakusita akawaambia, mimi nimewatamani ndugu zangu, mimi nimewatamani ndugu zangu. Masahaba wakamwambia ya Rasulullah, kwani sisi si ndugu zako? Mtume akamwambia nyinyi ni masahaba zangu, nyinyi ni marafiki zangu, lakini ndugu zangu ni wale ambao watakaokuja, hawakuniona na wataniamini kwa kile ambacho mimi nilikisema. Kwa hiyo na maana kwamba sisi ndio mtume aliyetulilia, kwa sababu hatukumuona Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini tukafuata maamrisho yake. Leo hivi tuko msikitini, leo tumesimama sehemu ambayo inaitwa ni mimbar, aliyesimama yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama, na masahaba wake wakiwa chini wakimsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalam. Hii yote ni kufuata nyendo zake, na kwa kuwa sisi hatukumuona ndio maana Mtume alitulilia. Ndugu zangu, swali tulilolijenga ni kwamba, je, wewe ulimtamani ukalia? Bila shaka tukasema kwamba tarikhi ya mtume hatuijui, lakini tarikhi za wachezaji ndizo kwetu zina kipaumbele. Tunazijua, tunawajua wachezaji, bei zao, wametoka wapi, mpaka sahihi wako wapi, kila kitu tunajua. Lakini tulisema ukiulizwa mtume wako alikufa na miaka mingapi? Hujui. mtume wako alianza da'wa kivipi? Hujui, na hata ukijulishwa pia huwezi ukashika kwa sababu haumtaki, sallallahu alayhi wasallam. Sababu tulieleza kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikaa katika mji wa maka miaka kumi na tatu akawa mtume sallallahu alayhi wasallam hulingania watu akawa hulingania watu miaka kumi na tatu Tukasema miaka kumi hii na tatu, miaka mitatu ilikuwa ni dawa ya siri. Mtume alikuwa akifanya dawatu sirriya, yani dawa ya siri, akilingania wale wa karibu, marafiki, ndugu, jirani. Lakini miaka kumi ni ile miaka ambayo sasa mtume amekaa katika miaka aliyoambiwa changaza fasda bima tumar wa aridu anil mushrikina. Kwa jumla ikawa ni miaka kumi na tatu mtume alikaa katika mji wa Makka akafukuzwa, sallallahu alaihi wasallam akahamia katika mji wa Madina na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika mji wa Madina alikaa miaka kumi miaka kumi Mtume akawa yuwalingania yuwafundisha watu na vile vile Mtume akipigana jihad kwa ajili ya kuisimamisha dini. Kwa hiyo imekuwa miaka ya Makka kumi na tatu na miaka ya Madina miaka kumi imekuwa ni miaka ishirini na tatu.

Kwa hiyo Mtume alikufa na miaka sitini na tatu miaka arbaini ikiwa ni ile ya kupewa utume, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ijue taarikhi ya mtume wako, ijue tarikhi ya mtume wako. Ndugu zangu, tulikomea kwamba mtume wetu sallallahu alaihi wa sallama alikuwa ni mtu akipenda sana ibada. Mtume sallallahu alaihi wa sallama alikuwa akipenda sana ibada khususan jambo la swala yuhibbu swala, mtume alikuwa akipenda swala wa yusi biha, na alikuwa akihusia swala. Je, sisi tunatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu aliyompa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mpaka mtume kutuambia sisi, sallu kama raaitumuni usalli, swalini ummati wangu kama vile mulivyokuniona mimi. Sisi hatukumuona mtume, lakini tukisoma vitabu Twajua kwamba mtume alisujudu hivi, twajua mtume alirukuu hivi, twajua mtume akileta dua hii. Na ndivyo mafundisho yalivyo, ndugu zangu, katika imani. Ikiwa twampenda mtume, basi lazima tutawajibika katika kumsoma na katika kumjua na katika kutekeleza ibada kuu ya swala, kwa sababu ndiyo ilikuwa hamu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akipenda swala wayusi biha, na alikuwa akihusia

hakuwata wasia mwengine Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi ya kuwambia ummati wake, ya kuwambia masohaba zake, aswala aswala wama malakat aymanukum swala swala wa ma swala swala, na mulivyovimiliki kwenye mikono yenu muwe mutazifanyia adala, swala musiiache swala musiiache. Ndiyo jambo la bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo kwa masikitiko ummati Muhammadi wanakimbia misikiti Leo kwa masikitiko ummati Muhammadi hawaswali misikitini. Leo kwa masikitiko ummati Muhammad wanaswali swala kwenye nje ya wakati, mwingine anaswali swala ndani ya wakati, mwingine anaswali swala kabla ya wakati. Yani tumefarikiana hususan katika jambo kuu ambalo halina mjadala baina ya matarika wala baina ya masalafi wala baina ya mawahabi wala wala wote, katika mifarikano hakuna mtu ambaye kwamba ana mjadala katika jambo kuu la swala. Sote tumesimamishwa na swala, lakini kuna watu wanaoswali ndani ya wakati kama ilivyotakiwa, Mungu alivyoamrisha, na kuna watu wanaswali swala wakati bado, kwa sababu wanawahi mambo yao, na kuna watu wanapuzia wakakaa wakaangalia mipira mpaka ikamalizika kisha mwisho ndio wakaja wakaswali, na hapo wakitamaka tayari maghribi imeshaenda zake kitambo sana. Mtu ndio amesimama sasa, hapo anaswali huku. Sikumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni kumuasi mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna siku wewe utatoa machozi kwa sababu wewe wamkhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo lingine katika sifa za bwana mtume sallallahu alaihi wasallama

ni sifa ya Bwana mtume, alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Zote ni sifa alizosifiwa Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na sifa zinginezo ambazo anastahiki mtume wetu kusifiwa. Lakini hapa analolikataa mtume ni kuambiwa kwamba mtume ni mwana wa Mungu, mtume kwamba ni mwana wa Mungu. Na Allah katika Qur'ani akasema lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa hiyo mtume hawezi kuwa ni mwana wa Mungu, bali ni abdullahi wa rasuluhu. Tumsifu kwa kadri ya Mwenyezi Mungu alivyomsifu, tusitoke katika mipaka ya kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa alihi wa sallam. Akasema mtume fa innama ana abdun, akasema mimi ni mja tu, mimi ni mja fakulu Abdullahi wa rasulu, semeni ni mja wa Allah na mtume wake, lakini sio kwamba ni mwana wa Mungu. Mtume si mwana wa Mungu, ndugu zangu, alikataa sifa hizo kwa sababu aliweka tauhidi mbele. Mtume hakughurika wala hakughuriwa na angekuwa angetaka kufanya hivyo angeweza, akasema kwamba yeye ni Mungu na watu wakamwamini, kama walivyoaminiwa wale ambao kwamba walitaka waaminiwe juu ya hilo. Lakini alitumwa kwa haki, na akaitekeleza da'wa kwa haki, na akawaongoza ummati wake kwa haki, na akataka ummati wake unyoroke, uwe utakuwa ni umma bora ambao Allah subhanahu wa ta'ala amechagua katika watu

Walau kana almadu saghiran, hatta kama anayelinganiwa ni mdogo. Mtume alikuwa hadharau, hasemi kwamba huyu ndiye anayefaa kulinganiwa, lakini huyu hafai kulinganiwa. Mtume alikuwa akilingania katika dini ya Uislamu, akimlingania kila mtu, asema hata kama yule anayelinganiwa ni mtoto mdogo. Siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama wasalama zara ghulaman, akaenda akamzuru kijana, zara ghulaman yahudiyan

Hii ndiyo sifa yake. Hakuwa ni mbaguzi, wala hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallama wasalama alikuwa akiwashobokea matajiri kwamba ndio wanaofaa kuwa karibu na wao bal, alikuwa akiwa sana karibu na wanyonge na wale ambao kwamba ni madhaifu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamzuru yule ghulam na akamwambia silimu fa aslama alghulamu kijana akasilimu. rawahu lbukhari, hadithi iko katika Bukhari, wala haina shaka ndugu zangu, katika imani. Katika miongoni mwa sifa yake, yatawadhau lisswaghiri, alikuwa akiwanyenyekea hao watoto wadogo. Leo sisi tumezoea kwamba watoto ndio watusalimie, watoto ndio watunyenyekee, lakini mtume ilikuwa ni kinyume alikuwa akinyenyekewa kweli, sallallahu alaihi wasallam, lakini na yeye alikuwa akiwanyenyekea pia watoto wadogo. Lakini ndiyo sifa ya mahaba, anayenyenyekewa e, mtu ambaye ni mkubwa, mwenyezi Mungu aliyemchagua, lakini na yeye pia akiwanyenyekea wale ambao kwamba ni wadogo. Yatawadhau lissaghiri, alikuwa akijishusha kwa wale watoto wadogo wa yughrisu fi qalbihi alaqida, na alikuwa akimeza aqida katika nyoyo zao alikuwa akiwatia aqida akiwasairi, kisha alikuwa akiwatia aqida akiwalingania tauhidi katika, katika nyoyo zao. Qala Ibn Abbas, mtume siku moja alimwambia e, Ibn Abbas radhiallahu anhuma, akamwambia ya gulam, ewe kijana, hapa ni mdogo. Ibn Abbas akamwambia ya gulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, mimi nataka nikufundishe maneno. Yuko na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kipando wanatembea mtume anajishusha, kisha anatumia fursa ile katika kum, kum, kummeza akida katika ndani ya kifua chake, akamwambia ya ghulam, kijana wangu inni uallimuka kalimat, nataka nikufundishe maneno mazuri, maneno hayo yatakusaidia. Akamwambia ihfadhillaha yahfadhka, muhifadhi Allah muhifadhi Allah, Allah katika moyo wako katika nyumba yako sehemu yoyote unaokwenda yahfadhka na ni ahadi ya Mwenyezi Mungu atakuhifadhi, ni ahadi ya Allah atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajidhu tujahaka, muhifadhi Allah manake katika maamrisho yake eh, uwe kipaumbele, usimuasi Allah, katika vitajo vya Allah, Qur'ani kusoma kwa wingi. Muhifadhi Allah, unapomhifadhi Allah, siku zote utamkuta Allah yuko mbele yako, kwenye shida zako, mtatuzi wako atakuwa ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisha akamwambia maneno ya tauhidi akamwambia, idha saalta fasalillah llah. Kijana wangu unapotaka kumuomba usimuombe Lata na Uzza na, na Manat, wala usimuombe yoyote mwingine. Wewe ukitaka kumuomba muombe Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa idha staanta, na ukitaka msaada kwa kusaidiwa kwa kutatuliwa matatizo yako fasta'in billah, taka msaada taka utatuzi kwa Allah subhanahu tabaraka, tabaraka wa taala. Hii ndivyo namna mtume alikuwa akiwafanya hawa ambao walikuwa ni watoto wadogo waliomuona sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi imepokewa na Tirmidhi. Ndugu zangu, katika miongoni mwa sifa zake, yatalattafu fi ta'limi sahabatihi, alikuwa ni mpole katika kufundisha masahaba zake. Leo sisi kufundishana kwetu imekuwa ni vita, kufundishana kwetu imekuwa ni mashambulizi, kufundishana kwetu imekuwa ni kutukanana, kiasi ya kwamba mtu hata akitaka kurudi haoni kwamba kuna njia, mimi naweza kurudi kwa shekhe fulani, kwa sababu tayari alivyoona kwa yale makosa, hakumfuata kwa upole kwanza, alianza kumshambulia kijana ama yule shekhe kapata ile audio kwamba shekhe mwenzake kamvuruga kiasi ya kwamba yani imekuwa ni aibu, kesho na kesho kutwa hawezi kwenda, akasema bwana, mimi nitajishusha hapa kiasi ya kwamba mimi nieleweke, kwa sababu ashamtukana. Sasa hapo inakuwa ni vita, nishambua nikushambue. Mmoja yuko kwenye haki na mwingine yuko kwenye batili, mmoja anarusha haki, mwingine anarusha batili, lakini aliyeanza ni yule mwenye haki hakujua hikima ya Bwana Mtume wake alikuwa akifanyaje. Mtume alikuwa ni mpole katika kufundisha masohaba zake, wa yudhhiru ma fi qalbihi min mahabbatihi, alikuwa akiwadhihirishia yaliyomo kwenye moyo wake min, min hubbihi, kutokamana na mapenzi yake. Alikuwa akiwadhihirishia mbali, akiwasomesha, kisha alikuwa akiwadhihirishia kwamba bwana, mimi nakupenda. Na mtume sallallahu alaihi wasallama ndiyo ilikuwa ni sifa yake, akiwadhihirishia mahaba yake kwao. akhadha biyadi muad Siku moja mtume alishika mkono wa Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, waqala lahu, mtume akamwambia Muadh, wallahi inni la uhibbuka ya Muadh. Mtume amwambia Muadh, mimi nakupenda, wallahi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume anamuusia angalia, kwanza mapenzi amwambia, wallahi mimi nakupenda ewe Muadh. Kisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kumdhihirishia mapenzi alafu sasa anamfundisha amwambia Muadh uswika na kuhusia ya Muadh Muad, la tadaanna fi dubri kulli salatin an taqul allahumma ainni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Namwambia Muadh na kufundisha kila baada ya swala hili neno usiliache, litakusaidia dua mzuri, allahumma ainni, ewe Mungu nisaidie mimi nisaidie mimi mola wangu, ala dhikrika, juu ya mimi kukutaja wewe, uwe ulimi wangu uwe ni wenye kukutaja wewe, washukurika, na kukushukuru wewe kwa neema nyingi ulizonipa, wa husnu ibadatika, na kukufanyia ibada zako njema. Mtume amwambia nakupenda, kisha amwambia, amfundisha maneno ambayo yatamsaidia muadhi bni Jabal mpaka leo sisi twamtaja huyu sahaba, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Hii ndiyo sifa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwisho ndugu zangu, wakati hakuna damthul akhla, mtume alikuwa na tabia nzuri, tabia yake ilikuwa ni ya upole sallallahu alayhi wasallam. Mpaka Mungu kumwambia wa innaka la ala khuluqin adhim, si jambo la mchezo ndugu zangu, katika imani damthul akhlaq, tabia yake ilikuwa ni ya upole, tena tabia ambayo kwamba ni njema, laysa bifahishin

hajawahi kumpiga mtu mtume kwa mkono wake sallallahu alaihi wasallam hajawahi. Hii ndio sifa ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. qalat Aisha mke wake, na na Aisha kutoka ushahidi Aisha asema ma dharaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadihi, mtume hajawahi kumponda mtu yoyote, imma katika wake zake, ama katika maswahaba zake.

ila upigaji wake Mtume alikuwa ni mmoja tu, illa an yujahida fi sabili llah, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa yeye kupigana kwake ni jihadi basi. Lakini kwa mkono Mtume kuchukua kukupiga, hajawahipo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam yantaqim linafsihi bal yafu wa yasfah, bali hajawahi pia Mtume kumhukumu mtu kwa kosa alilofanyiwa. Yani kosa binafsi alilokosewa mtume, alafu mtume akamwambia njooni kutandike. Hajawahi, bali yafu, bali mtume alikuwa akisamehe, alikuwa akisamehe wayasfah, na alikuwa akifuta sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio ilikuwa sifa yake, talqul wajhi, uso wake daima mtume ulikuwa ni tabasamu. Kuna watu ukiwaona kama waliotoka motoni. Ndugu zangu, sura yake tukiiangalia, yani wewe hata kama ulikuwa una jambo umwambie jambo lako unarudi nalo. Mtu amekaza namna, unavyomchekesha ni ngumu kwake kucheka, lakini mtume hakuwa hivyo. Na ni katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talqul wajh, uso wake ulikuwa na bashasha daima. Mtume kila anapotokeza alikuwa akicheka kwa ushahidi wa maswahaba wake. Qala Jarir ibn Abdullah, Jarir ibn Abdillahi yasema maraani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattu illa tabasuma Sijawahi mimi maishani mwangu toka mtume yuko hai, mimi nije nionane ni, ni na mtume face to face, ana kwa ana, mtume awe hajacheka, sijawahipo maishani mwangu. Hii ndiyo sifa yake ya bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalam. Na mwingine ndugu zangu, alikuwa ni mtoaji, mtoaji Alikuwa mtume akitoa, lakini ikifika Ramadhani alikuwa akitoa zaidi, sallallahu alayhi wasallam. Akiwahudumia wanyonge, akiwahudumia madhuafa, madhuafa alikuwa akiwahudumia mafukara, katika jambo ambalo kwamba ni la dini la kusaidia mayatima, mtume alikuwa ni mtu wa kwanza, na alikuwa akiwaahidi watu, akiwaahidi ana wakafilu liyatimi kahateini fil janna, mimi na mwenye kumlelea yatima siku ya kiyama tutakuwa bega moja. Akawa anaishiria kwa vidole vyake viwili, akasema kahateini, akiishiria kwa mikono hivi namna. Alikuwa akiwa akiwaambia wale masahaba zake, alikuwa akiitisha jambo, jamaata khair, hili ni jambo la khairi kuwasaidia. Kila mmoja aliyokuwa nacho alikuwa akitoa, na mtume pia alikuwa akitoa chake. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam hakubakiwa na kitu. Mtume alikufa hana lolote, hana lolote, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa wanaotuambia watuambia kwamba Mtume alipokufa aliacha vitu vitatu peke yake. Kwanza aliacha, aliacha kiwanja, kiwanja iko kiwanja, lakini sio kwamba ni chake, jaalaha libni sabili sadaqa. Alijalia kwamba kwa wale wapita njia wa safari kwamba hii iwe ni mapumziko yao, tukupaki gari, wanyama wake kupika kupumzika, kulala, alikuwa ameiata ni sadaka, jaalaha libni sabili sadaka, kwa wapita njia. Mtume akaitoa sadaka. Jambo la pili aliyoacha ni baghla, farasi wake, ndiyo mtume aliyomwacha katika kuondoka kwake. Hii ni kitu cha pili mtume amekiacha duniani, farasi ule wa kupigania. Na kitu cha tatu mtume alichokiacha ni upanga wake, basi Mtume hakuwa na kitu sallallahu alaihi wasallam. Yote alikuwa akisaidia watu na za watu alikuwa akipokea pia alikuwa akiwasaidia watu, hakuwahi kukusanya akaonekaniwa kwa kuwa mtume ni mwingi wa dunia na huipenda dunia. Hakuwa hivyo. Siku moja Umar bin al-Khattab ameingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akiingia akamuona mtume sallallahu alaihi wasallam amelala kwenye jambe, ana nguo moja, ana nguo moja ya juu kijubao moja kisha amelala kwenye jamvi tumbo wazi. Alivyoingia Umar ibn al-Khattab, mtume akakaa. Alivyokaa Umar akamuona mtume kwenye ubavu wake ameathirika, kwa ile alama ya jamvi imemwathiri. Kisha akaangalia pembeni, pembeni kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akaona hakuna kitu isipokuwa kama chakula cha mfano wa kilo moja, pishi moja chakula kwa bwana mtume akaangalia pambizoni kwa bwana mtume. Ae, kama leo sisi tunavoingia sitting room naona makoti hapa, hapa kumewekwa showcase, ya, ya TV makochi ya meza ya kulia chakula kila kitu. Akaangalia pambizoni akaona kuna ngozi za wanyama zilizodabighiwa kudabighiwa ngozi manake, zile ngozi zilio ziliotiwa tahara na zingine ambazo kwamba zimetundikwa hazina tahara ziko pale kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar alipoona vile, fabaka akalia.

Wewe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo limekuathiri kwenye ubavu wao, na ninachokiona katika chakula ni hiki, ni hiki ninachokiona, na hakuna chochote ninachokiona ndani ya nyumba yako zaidi ya ngozi za wanyama. Kwa nini nisilie? Na kule kuna mfalme Kisra na Kaisar, wako katika min anharin wa thamaratin, wako katika mamito ya maji, wako katika matunda ya kila aina una wewe wa anta rasulullah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa safwatuhu. Na wewe ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ni kipenzi na kichaguo ambao Mungu amekuchagua wewe, vipi utaishi kwenye hali hii kisha mimi nisilie? Na katika hadithi nyingine imekuja masahaba wakamwijia mtume hivyo hivyo hivyo, wakamwona wakamwambia rasulullah wakamwambia rasulullahi law ittakhadhna laka wapaa, waonaje mtume tukakufanyia sehemu nzuri nzuri sehemu nzuri tukakupambia kitanda chako ukalala vizuri kwanza. Mtume akamjibu Umar, akamwambia Umar, huridhiki wewe dunia iwe ni yao na akhera iwe ni yetu? Hilo ndio jibu la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huridhiki Umar, dunia iwe ni yao walana lakhera, na akhera iwe ni yetu, wewe huridhiki hilo? Na masahaba walivyomwijia mtume kumwambia law ittakhadhna laka Mtume akawambia mali wali dunia ni nani? Mimi na dunia nataka nini mimi katika hii dunia? Mtume akawafasiria yeye na dunia, akawambia ma ana fi dunya, sikuwa mimi katika hii dunia illa karakibini stadhalla tahta lshajar, isipokuwa ni kama mtu ambaye aliyepanda kwenye kipando chake yuatoka safari, akakaa kwenye mti wa kivuli akapumzika, maanake jua limemshika akakaa kwenye chini ya kivuli akapumzika. Alipopumzika, thumma raha wa tarakaha, kisha akaondoka akakiacha kile kivuli. Ndio mimi na dunia. Mimi dunia, nimeletwa kufanya kazi na kazi ya Mwenyezi Mungu ikikamilika, mimi nitakwenda kwa Allah na matunda yangu, mimi nitakwenda kule. Ndio maana zawadi nyingi Mwenyezi Mungu alimpa mtume wake akiweko kule, inna atainaka alkawthar fasalli lirabbika wanhar inna shaniaka huwal abtar